kinapofika kwenye tumbo unakuwa mzima mwanadamu. Namhimidi Allah tabaraka wataala. Mara tena ukicheka yindo anakuwa amekuruzuku hilo, na hata ukilia ni mtihani amekupa. Namhimidi Allah tabaraka wataala. Yuno anawapa watu tajiri na anawapa watu wengine kutosheka. Namhimidi Allah tabaraka wataala ahadi yoyote ya thawabu anayetoa na ya pepo lazima itimize, lakini ahadi ya adhabu anaweza akaacha kuitimiza. Allah tabaraka wataala ni wakushukuriwa mwanzo na mwisho, pia anashahidilia hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake mwenye majina mazuri, na si hajamtukana mtu, hajambuhudhi mtu, hajamwibia mtu Aliwambia tu watu wa mwaabuduni Allah, msimshirikishi na lolote. kad jaatkum bayinatn min rabbikum, u maneno yake a mazuri, mawaida mazuri. Enyi watu, mmejiliwa na uongovu kutoka kwa Allah, mmejiliwa na mambo mlikuwa hamyajui. Mambo gani?

wadhkuruu idh kuntum qalila fakatharakum wandhuruu kaifa kana aqibatu lmufsidin, haya ni mawaiza ya Shuaibu, tunayanukuu maneno mazuri. Kumbukeni neema ya Allah tabaraka wa taala kwenu mlipokuwa wachache, hamna maisha magumu, Allah akakubadilishieni hali hii. Haya mawaiza yanatuhusu na sisi, tumetoka kwenye vijiji vyetu mbali mbali

ni vitendo vyako vizuri na maneno yako mazuri na wewe kubadilika na kuwacha maasi. Lakini tutaweza vipi? na ibilisi aisha mwahidi Allah tabaraka wa taala kwenye Qurani, thumma laatiyanahum min bayni aydihim wa min halfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktharahum shakirin. Ibilisi anambia Allah, nitajaribu tapambana na watu, tawajia mbele, tawajia nyuma

Anawaambia watu wake, najua kama kuna watu wamekaa kabisa kidete kuwazibia watu wasiendi kusikia maneno ya Allah tabaraka wataala. Kuna watu wana tabia ya kuwakataza watu kusikia mawaidha, hao watu wako anawambia, man amana bihi wataduhunaha iwaja. Kuna watu wanataka dini ya Allah iwe na fujo

Haiwezekani upendwe na watu wote, ilo halitokuwepo, lazima patakuwa kundi litakukataa. Sasa usiwe mkali mpaka ukataka kuwapitisha watu kwenye kostra za nyumba na kuwachukia watu na kuwalaani watu, tulia. Hiyo ni sunna ya Allah tabaraka wataala. Shuaib anawatolea watu wake mawaiza, lakini majibu yao yalikuwa vipi?

Wapingaji wakubwa mara nyingi ni wenye mapesa yao, wenye heshima zao, wale ambao jamii inawabebelea. Walimwambia tutakufukuza, tutakufukuza kwetu, hatutokuruhusu katika mji wetu kutoa mawaidha. Allah tabaraka wa taala akaporomosha kisa cha Shuaibu, ni kirefu kwenye Qur'ani, mpaka akafikia kunukuu, akituhabarisha wapingaji mafikio yake wapingaji matikio yao, alladhina kadhabu Shuaiban kaan lam yaghnau fiha alladhina kadhabu Shu'ayban kanu hum lkhasirin, wale ambao waliompinga Shuaibu wako wapi? Kana kwamba hawakuwa kwenye dunia wala hawakuenjoy. Na wewe mwenye kupinga mambo ya Allah, wewe mwenye kupinga mashekh, wewe mwenye kutaka mambo ya dini yasisongi mbele Wallahi, muda wako ni mdogo sana, utatoka hapa na kwa kwa Allah tabaraka wataala atakuadibu na atakuuliza. Allah amalizia kisa cha Shuaib akisema fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa wanasahtu lakum. Akawaacha wanamchukuza hawataki atue maweza kwenye kijiji chao, akawaacha akatoka, akawaambia watu Enyi watu wangu nimekutoleeni mawaidha, nimekunasihini. wa fi mauqifin mushabih qala Allah Quran, na katika sehemu nyingine kwenye Qur'ani inataka kufanana na hivi hivi, Allah akasema walakin la tuhibbuna nnasihin, lakini wanadamu tumewaomba huwa hawapendi nasaha. Hiyo ndiyo siri ambayo Allah alituwekea sisi wanadamu. Kuna mambo mengi sana Allah ametuwekea sababu tupambane na nafsi naf naf naf naf naf zetu mambo mazito mazito, kama sisi yote Allah ametuumbia kuwa na hasia, pambana na nafsi yako sikasiriki. Akatuumbia kuwa na shahwa, matamanio, pambana usiapeleki kwenye haramu. Na katika mambo ametuumbia mazito, kutopenda nasaha. Ndio maana utasikia mtu anamchukia sheikh, ni amegusa yale mawaizi, amenikusudia mimi huyu, ni mimi, hakuna mwingine, anamchukia sheikh, sitasaliaga tena kwa ule msikiti. Kwa nini? nasaha nandakumnasihi mtu, watu wanagombana. Kwa nini? Amenasihi. Ah, amenambia mambo ya ulofa. Mambo ya ulofa mawaidha? Anakwambia Qur'an na Sunna, unasema ni mambo ya ulofa? Ndivyo gisi Allah alivyotunga. Kwa hiyo watu wa Islam, mawaidha ni dawa. Dawa chungu kawaida ndio inayotibu vizuri. Hautapata dawa tamu isipokuwa inakuwa na dosari Ukisikia jiwe la gizani limekupasua kichwa, usipigi kelele, webadilika tu, tulia, usembi amefika, wala usihami wala usichukii, ndivyo jinsi alivyopangwa. Ayuha lmuslimu, watukufu wa Kiislamu, naam alakhiru la budda an yatbaa lawal, ndio waliochelewa lazima wawafate waliotangulia. Qala Hudhaifa Ibnulyaman alsahabiy ljalil

Kila ibada ambayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa salam hawakuabudu awakuabudu kwayo, usithubutu we kuabudu kwayo, kwa sababu wa mwanzo hawakuachia waliochelewa lolote. Mambo ita shesha katika dini, mwogopeni Allah enyi mashehi, enyi watoaji wa mawaiza, wafundisheni watu njia za waliokuwa kale. Hivyo ndiyo kisa navosema Hudhaifa bin Yamani, lakini kwa a islamu pamoja na kuwa kufata sunna ndivyo kisi maelekezo yalivyo tufanye, da'wa bil hikmati wal hilm la bil taish wal humq. Da'wa inaenda kwa hikma na busara, da'wa iendi kwa jazba na parapara. Jazba na parapara, da'wa iendi kwa kukurupuka kama chafya

ataniache stress, biashara yangu imeharibika. Na wallah mtume alikuwa anajifikiria kwa nini, miaka kumi nimekaa Maka mpaka anafikia kukimbia. Watu hawakunisikia wengi, sikufanya dawa au dawa yangu haikupita kama ninavyotaka. ikaifasayaul Maka anaeza kujifikiria, maka naiingia vipi ishaitoka watu wa maka na ina wachemuka kumfatilia mtume swala kwa kila kadogo wako emo ukiwa katika dawa hapa, basi ujue wewe ni kio ni nyumba ya vio, usithubutu kumpiga mawe mtu na wewe nyumba yako ya bio. Kwa sababu sasa akampiga yule mmoja akakwepa yake kupiga kadogo, nyumba yako yote hauza. Radar zao ziko zote kwako, atafanya ajabu. Hapa ndipo amewaambia kwenye hotuba ya Ijumaa, tumuone na yeye si hivi Mtume sasa, kuna waadui sempuli mbili, adui alimwacha nyuma huko taifa, na adui anamngoja Maka ili amwangushie vipondo, amwangushie vizito, amwangushie mapigo bawari min waraiha Baw sawai. Mtume akajikutaa huko mashimo, juu yake kuna maradu. Mtume akajikutaa huko kwenye magiza, dhulumatun bada fauka bad, kisha mvua inamnyeshea, lakini pamoja na hiyo wote bado anajifikiria anaichukua dini anaiweka kwenye hisia zake. Wallahi, ukichukua kitu ukakipa umuhimu ukakiweka kwenye hisia zako na ukajituma kwacho, Allah atakunufaisha na atakuwezesha. Asisemi mtu una maana bana, hapa Debe waislamu bana wakorofi sana, hapa Debe watu hawafahamu bana shee, inabidi usali sala za istikhara. La wallahi, weka kwenye kitendo chako. Hii ni khutba ya watu wa Debe na wengine Waislamu kwa sehemu zote tumepita, sehemu tumekutana, tunafanana fanana fana, sisi wenye kutoka kule nyumbani tuna tofauti yetu kidogo, tukutana na Tanzania kuna tofauti yetu kidogo tu, na Wanyarwanda na wa Uganda wa Kenya wa Burundi, lakini pako mbaya wao, pako zaidi yao. Sitaki kumsema ili nisipate la, wewe mwenyewe utaika chini ufanye zako bahati zako ujue nani reshe zako reshe zako utizame, ni nani ambaye katika hizi nchi nimetaja. Vurugu kwake ni kubwa sana, anasababisha jamii inarudi nyuma. mwenye haweki Uislamu kuupigania kwa jazba yake ni nani? utamaliza wewe mwenyewe, kisha ujilau mwenyewe kwenye nafsi yako, uko ndani kwako, sitaki kuilete vurugu fa nafsu wa tawfiqu fi khawatawati Muislamu. Wallahi ukiweka ukiweka dini la Uislamu kwenye roho yako, Allah atakunufaisha kwa nini? si tumekuja hapa hatujui viingereza, si watu wanazungumza viingereza kwa nini? kwa sababu uliona kama uliona kama ndio utapata maisha ndio tafaulu, ndio nitaweza kupata mke na familia na kazi. Umejua Kiingereza, lakini Kiarabu, lugha ya Kiislam, lugha ya Qurani. Tukisoma Qurani mpaka tukufasirie hujui. Allah atatuuliza, kusoma Kiarabu ni wajibu. Usimisha kuwa mzee, siwezi kufahamu. Kiingereza umekifahamu, wache na uzee wako. Hukuweka uislamu katika katika roho yako Bali wanasikitika mashehe, wakati wanapoweka darasa za wanaume wakubwa hawaji. Darasa za wanawake ndio wanakuja wazee. Wanaume tumetupilia dini, wengi miongoni mwetu, sio sote. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, japo japokuwa taifa hawakumkaribisha lakini, anakumbuka Maka, amewaacha watu kadhaa, japo ni wadogo, walimkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam, na huyo huyo mwaka wa kumi alipata bahati kukutana baadhi ya watu wa Madina ambao walisikia dahawa yake wakaipenda, wakaenda Madina wakaizagaza. sayuftahu babun idha suda babu nam watahunun umurusia. Uislamu usijadi mlango huyu ukifungwa utafunguka mwingine, wala usikati tamaa, wala usichoki hata vitu vyo vizito vipi. Wallahi ukimtegemea Allah tabaraka taala

Tumia muda wako mwingi wa kusoma vitabu, sio tukuone huko shehe, huna wakati wa vitabu. Unataka kutolea watu fatwa zenye hukusoma. Uko kwenye biashara, uko kwenye mambo yako yangine. Ukiwa dai ustaz, ukiwa mwalimu, ukiwa imam, jitahidi waulize mashehe maswali wajibi wa Islam vilivyo. Ukiwa Muislam, mahutuba uyafate. Ukiwa Muislam, fuata mihadhara yote ili ujue Islamu wako sawa sawa. sawasawa wa yadu lahu bihtimam Waite watu kwenye Uislamu kwa nguvu zako zote. Tumia kila mtu atumie juhudi yake kwenye dawa, kama hauna elimu, tumia muda wako, nguvu zako, hikma zako, uzee wako, hayo yote ni katika dawa. Kila Muislamu afanye hivyo. Kwa nini? ai a yawm tarisha, kila siku habari za kesho. fama dunia siwa yawmi wa thani, dunia si kitu, dunia ni siku mbili, leo na kesho, unajikutana kwa Allah Ta'ala Mtume saa so aam, atumalizie hotuba yetu, anasema nikajikuta katika lile jiwe nimekaa nje ya Taifa, wimbi au wingu limenifunika. Lipotizama juu nikamwona Jibril. Jibril akanaambia, akana huyu ni malaika wa milima, hakika Allah amesikia jinsi walivyokujibu watu wa Taifa na kitendo walichokufanyisha kupiga mawe, sasa huyu ni malaika wa milima.

Haya, we sasa shekhe wamekuuzwa Islam. Utaomba dua ombi dogo, omba sana shekhe. Shehe ashaka kuombea dua kama ujiju shekhe kuombea dua kila siku na mwezi, lakini haijakubaliwa kwa sababu shekhe hajamjua mtume anaenda vipi sa sallam. Hawa ni makafiri watukuu kislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wa, ana anaombwa aseme dua yoyote waangamizwe makafiri, sio waislamu wenzao. Wallahi, maashara alikhwa

walimwengu ni huruma, ametumwa kwa ulimwengu, mwenye hikma, sio mwenye parapara, sio mwenye jazba. raahum marda yajibu isafahum, Mtume swalla alayhi wasallam alishika maduati watu na wakolea mawaiza, washike tu kama ni wagonjwa. Akisha wewe ni ambla, wewe ni nyote, waangamizwe makafiri, sio waislamu wenzao. Wallahi, maashara al-ikhwa

walimwengu ni huruma, ametumwa kwa ulimwengu, mwenye hikma, sio mwenye parapara, sio mwenye jazba. raahum madwa yajibu isafahum. Mtume swalla alayhi wasallam aliwashika maduaat, watu nawatolea mawaiza, washike tu, kama ni wagonjwa akisha. Wewe ni amblam, wewe ni gari ya kusaidia wagonjwa. Mtume swalla alayhi wasallam aliwashika maduaat, enkuwatolewa mawaiza, shewasteni kuwashika wenye kuwatolea mawaiza, kana kwamba ni mtu anataka kuzama maji inabidi ina, ina kulazimu umtoe. So mwambie basi, uko mkorofi, uko mgarazi, nakuacha huko utakufa. Hapana, ha, ha, jaribu umsaidie. Um, mtume akamwambia ule mfalme ule malaika wa milima la Bal arju an yukhrija llah min aslabihim man yaabuduhu la yushiriku bihi sheia, usidhubutu kuangushia milima, bali mimi nataraji Allah tabaraka wataala, japokuwa ni wazee wakhorofi, atowe kwenye migongo yao watu ambao watamwabudu Allah tabaraka wataala, watoto zao waje kumwabudu Allah tabaraka taala, wasifanye shiriki ya kitu chochote. Mtume sasema, watoto wa Islam, umoja wetu watukufu wa Kiislamu, kukusanyika kwetu kukusanya kwe, kukusanya kwe sehemu moja, kuvumiliana kwetu, kutohamana kwetu, hilo litatufanya tufanye mambo makubwa katika Uislamu, tunaweza tukapata nafasi yetu. Hii nafasi yetu sio faida kwetu sana, kwa sababu wewe nakumbuka parsele yako mterere huko nakumbuka uende kumalizia maisha yako Afrika, lakini mtoto wako ndio vigumu kwenda Afrika kwenda kule e, nyumbani kwa Afrika, sababu mshazoea Ulaya. Afrika kule nyumbani, mtoto wako hata ukimpeleka nyumbani, mara nyingi kule Ulaya mtasema sijui huku kwenu sana. Ukimpeleka mtoto wako nyumbani, eti bana, turudi nyumbani, amekulia hapa. Shehe anangoja ufe aombeshe hiyo nyumba yako, arudi zake Saudi, arudi zake Ulaya. Kwa watoto wetu tumeshawasaidia, wakishakuwa hapa ndo kwao mtoto Yani, mwanadamu ni mtoto wa mazingira aliyokulia. Kwa hiyo tuwaandalie mazingira mazuri watoto wetu, tuache vitu zetu, tuache kuhamana, tuache kukasirika kasirika hovyo, tuache kugumuka. Unazira sana, acha kuzira, usikimbii jamii. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ambaye anachangana na watu wanamuuzia anasubiria ni bora kuliko yule mtu anawakimbia watu hawasubiri. Allah tabaraka wa taala tuwafikishe

Wabadaa binafsihi wathanna bimalaaikatihi wathallatha bikum Allah <applause> ame kwamrisheni hivyo, akaanzia nafsi yake, kisha pili malaika zake, kisha nini? inna Allaha wamalaaikatahu

Ya samia dua Allah, tunakuomba maisha mazuri. Tunakuomba Allah, ukituua wakitutoa duniani tupe vifo vya mashahidi. Allah, tunakuomba tuwe majirani marafiki wa mitume zetu peponi. Allah, tunakuomba utuitikie dua yetu Allahuma ina nasaluka aisha qara wa rizqa dara wa amala bara. Allah tuna kuomba utupe rizqi yenye kutembea utupe rizqi yenye kutoka inaingia sio yenye kubanwa. Allah pia tuna kuomba utupe vitendo vizuri. Allah tuna kuomba utupe maisha yenye utulivu yasiokuwa na stress Allahuma inna nasaluka hubaka wahuba man yuhibuka wa huba lamali aladhi yuqaribuna ila hubika. Allah, tunagumba utupe mapenzi yako na watu wote wanaokupenda. Allah, viumbe wote wanaokupenda wajali watupende. Allah tabaraka <tik> wataala, Allah tupe mapenzi ya kupenda vitu unavyovipenda ili vituingize kuku. subhanaklahuma bhamdik